sana. Karibu sana katika matendo makuu ya Mungu leo. Siku ya baraka kweli kweli. Tupo bado uh, tupo hapo na tupo na jeshi lisiloonekana. Karibu sana mm-hmm, mtazamaji na msikilizaji. Yes. Kwa nini unaona jeshi hapa? Jeshi lisiloonekana. Of course yeah. Uh, lisiloone, lakini najua mimi nalindwa. <laughs> Kabisa tupo na jeshi lisiloonekana na wakati huu ni wakati wa matendo makuu ya Mungu. Umetoka kufuatilia hapo uh, Arise News, tunaamini umebarikiwa na wakati huu ni wakati Eh, wa, wa, wa matendo makuu ya Mungu. Karibu sana. Mimi ni Rambe Geze Balozi FM ni hapa nipo na Lightness Jerry. Naam. Naamini na, kabisa siku yako iko vizuri, siyo? Siku yangu iko vizuri kwa sababu siku yangu haina giza, ina nuru tu. Siku yako ina nuru mm-hmm. eh. Haya, raha kwelikweli. Kuwa Arise and Shine ni raha kwa sababu hakuna siku gize za kusogelea, si ndio manake? Kwa kabisa, sababu kabisa. E, tunalindwa na jeshi lisiloonekana mm -hmm. Kila mahali na wakati huu tunakwenda kuangazia shuhuda, lakini acha tukufahamisha jambo muhimu sana kwamba Jumapili usikose Tanganyika Packers Kawe Dar es Salaam. Moto unaenda kuwaka, lakini vile vile tunakufahamisha kwamba unapofuatilia wakati huu tupo live, hakikisha anza kuwakaribisha majirani, si ndio? Kabisa. Unawaita wasogee sebleni waambie upako tayari Mm-hmm. Uko live. Uko live. Mm. Unawasogea karibu unajua vizuri kitu kizuri Unataka ule peke yako yes. Ufaidi mwenyewe hutaki kumwambia mwenzako na kama unaishi karibu na barabarani basi wewe kiwasha hiyo TV yako ama radio yako hakikisha ka sauti kamezidi kidogo ili hata mtu anayepita hapo anasikia. Ha, azidishe. Eh, hey, akisha sikia upako unajua upako live hii, watu wengi wanapenda. Hmm. Unaweza kana anatoka njiani hajafika nyumbani akisikia upako live kwa jirani atakimbia mbio na yeye nyumbani kwake. Ama mgeza kasimama hapo kuendelea kusikiliza. Hmm. Unaweza ushashuhudia amefunguliwa kupitia kusikiliza kwa jirani. Kwa jirani. Eh, yeah. Yeye yeah. Anasikiliza kwa jirani anasikiliza upako naye anapokea. Hey, hey. Na uzuri okay, mtumishi wa Mungu anasema popote ulipo, mm. hata kama uko mbali kiasi gani na Dar es Salaam, utapokea wewe, amini tu ndiyo. Mm. Kwenye imani hakuna ambacho kina kinashindikana kabisa imani, kwenye imani yote yanawezekana. Amen, na mwenye imani anakula vyote, vyote, si ndio? Kwa hiyo kikubwa, wewe fuata mtumishi wa Mungu anakwambia nini, na, na itakuwa vile vile leo usiku kwenye operasi eh, komboa familia, na hata tukufahamisha pia kwamba mitandao yetu ya kijamii. Kwa nini tunakufahamisha mara kwa mara ni kwa sababu ufahamu mitandao yetu rasmi yeah. ambayo inatumika kwa sababu uh, uh, kuna wale scammers watu ambao wanatumia mm. uh, majina ya watu tofauti na, na, na wao kwa nini usitumie nini ambayo mm. wanafanya kwa sababu yeah. kama mimi naitwa Lightness kwa nini stumie Lightness Jerry uh, jina langu kwenye kwenye mitandao mm. Nianze kutumia tena jina lingine. Sasa kama hao wanaotumia majina ya mtumishi wa Mungu ni fake kabisa, ndio yeah. uh, maana tunakutajia hapa mara kwa mara kama walivyosema mara Mbegezi majina sahihi. E, akaunti sahihi za mtumishi wa Mungu ni andika tu Arise and Shine Tanzania Facebook, andika Arise and Shine Tanzania Instagram, YouTube pia andika Arise and Shine Tanzania, lakini pale YouTube sasa unaweza kaandika Mamposa live, moja kwa moja ukawa live pamoja na mtumishi wa Mungu, ndio majina sahihi. Na pale Facebook na Instagram hiyo Mamposa live haitumiki. Ukuta yes, Mamposa live Instagram, ukuta Mamposa live Facebook, hizo ni fake. Au utakuta inuka ung'aze. Mm-hmm. Maana mwingine anasema ah, ile ni nani? Hebu tuweke inuka ung'aze. Inuka ung'aze. yenyewe hiyo sio yenyewe, hiyo ambayo ametaja Lightness Jerry, ndio mitandao sahihi, si ndio? Lakini pia inawezekana unafuatilia kupitia mitandao ya kijamii, kwa maana uko kwenye Facebook au Instagram ama YouTube. Uh, ukao na ndugu yako pengine hana taarifa kwamba Arise and Shine inamfikia kwenye mkoa wake hmm. Arise and Shine inafika Afrika Mashariki yote unapata. Kwa hiyo unaweza kumwambia akafuatilia kupitia decoder ama kisimbuzi cha Azam mm -hmm, channel namba na 469 yes. kwenye Azam decoder, lakini pia kwenye Star Times ni channel namba 117 kwa yule anatumia antena. Lakini yule anatumia dish ni 117, utapata hivyo kwenye dishi 198 need Star Times Tanzania, unafurahia upako live bila shaka nani bure kabisa. Yes, na sasa hivi Azam inafika Kenya, mm. inafika Uganda, lakini Kongo uh, tupo pia, lakini bila kusahau uh, kule Burundi uh, pia mm. eh, hiyo channel Azam pale na hata wale kabisa. watu wa Msumbiji pia wanapata wanapata live, ndio na sio wale wanajiunga, maelfu ya watu wanajiunganisha, naam, na, na wanapokea pako live. Ukiona wale wanajiunga mpaka leo na wanapokea miujiza mm -hmm. Wewe hapo nyumbani ulipokaa

So kumbe uh, na, kumbi namba mbili, au studio yeah, namba mbili lakini uko hapa, yani hapa na sisi yani uko hapa karibu na mtumishi wa Mungu kwa imani. Ndiyo. na utapokea uponyaji kabisa, kabisa, na tunaanzia madhabahuni leo kuangazia no. shuhuda yeah. tuangalie ma, madhabahuni, nini kimetokea? Ni kwamba kuna huyu ambaye alikuwa anatafuta mtoto kwa miaka zaidi ya kumi mm. Eh, nini kilitokea? alikuwa na shida gani? upaka ulifanya nini mpaka kurejesha yeye kuitwa uh, mzazi na wakati ilikuwa haiko hivyo hapo zamani mm. na kufuta machozi na mateso mengi ambayo alipitia, tumsikilize. moja, moja kwa moja akishuhudia. kwa majina, naitwa Madina Shabani natokea Tabata. Ndiyo, Madina, nilikuwa na tatizo la kutopata mtoto zaidi ya miaka kumi. Miaka kumi? Ndiyo. Aha. nilihangaika kwa waganga zaidi ya waganga sitini, ilishindikana. waganga, waganga sitini? Ndio. ukupata mtoto? sikupata mtoto. ulipeleka nini kwa waganga? vitu vingi, pesa, mali, kila kitu, mbuzi, kuku. Vyote, lakini ilishindikana, na mahospitali nilishindikana, na pia niliolewa na wanaume zaidi ya wanne, waliniacha kwa sababu sipati mtoto. Zaidi ya wanaume wanne? Ndio. kwa sababu upati mtoto anakuacha? Ndio. wewe na amani, nini kimetokea sasa? Baada ya kuhudhuria kongamano hapa kula keki na kukanyaga mafuta na kutumia maji ya siku saba. Kupitia maombi yako nimefunguliwa na nimepata mtoto wa kiume, ndo huyu hapa pigia Yesu makofi! love hands for Jesus, oh haleluya! na nalikwambia uje hapa, nilikuaga na kuja, lakini nilikuwa sina imani kutokea ulipokuwa Sinza mpaka Mwenge imani ilikuwa amna. Pia nilikuwa natumia pombe sana. ukaamua sasa kuwa serious. ndio nilivyoangaika tena kwa waganga, nikasemaje bora nimrudie Mwamposa, kama sikuweza kupata mtoto kwenye madhabahu hii basi. ukasema sasa sirudi kwa waganga tena, ndio niende kwa kwa mtumishi wa Mungu. Nikarudi kwako, ukaa naniombea kwa hiyo ndio nikahudhuria na makongamano, nikapokea ujauzito mwaka jana na mwaka huu nimejifungua mwezi wa sita tarehe ishirini na mbili mtoto wa kiume wa kiume, na sijampa jina, nataka umpe jina, nitampa jina. Sawa sawa, sawa. sawa. Wewe unataka aitwaje? Oh, mimi nimemleta kwako, kwa mchagulie jina. Okay, sawa Pigia Yesu, Love has for Jesus babake okay, amesema amefurahi, amefurahi sana na anakushukuru, na, na mwenyewe alikuwa anatumia tumia hapo, anatumia tumia pombe, kasema muombee aache. Sasa hivi anakutazama, ndio mwangalie kwenye kio hiki hapo. Mwambie nakupenda hani. Nakupenda hani. Mwambie haitachukua muda mrefu kuanzia sasa. Haitachukua muda mrefu kuanzia sasa. Tutaongozana kuja hapa ibadani, tutaongozana kuja hapa na pombe zitaisha. Sema amen. Aya. Tumpe nani jina huyu? A anapendeza sana mtoto. Nakupa jina leo, utaitwa Boniface. Utakuwa mtoto wa baraka, utakuwa kimo na hekima kimpendeza Mungu na wanadamu, nataa, utakuwa mkuu mbele za watu. In Jesus name, pokea wa baraka, wewe na mke wako, mkastawi katika maisha

Umeweza kuona jinsi ambavyo mama machozi yamefutwa e, ee, na uzuri ni kwamba mtumishi mm. um, wa Mungu anatamka, hata kama una changamoto nyingine wakati e, anasikiliza shuhuda yako pale madhabahuni, anatamka jambo jema kwenye maisha yako. Kwa kama wewe una shuhuda, usikae nayo tu nyumbani, fika madhabahuni, mtumishi wa Mungu anakutamkia mm. na watumishi wa Mungu wakitamka jambo inakuwa hivyo, yes. Na sasa wakati mwingine wewe shuhudia tu, kwa sababu hey. uh, kushuhudia mm. ni ni shukrani pia vile vile, sababu unaposhuhudia si unamshukuru Mungu, unamtukuza mm. mm. na kwenye shukurani ndio kuna nguvu mm -hmm. kama unashukuru Mungu, anakutendea na mengine ambayo unayataka. Ndio unakumbuka Yesu, mm. walikuwa hawana chakula watu wengi na wanafunzi mm. mm. lakini e, walikuwa na mikate mitano na samaki wawili Dio. lakini Yesu alishukuru tu mm. walikula na kusaza. Kwa hiyo unaposhukuru, maanake kunakuwa na vitu. Lakini changamoto hizi rambegeze za wanawake kukosa watoto ama unakuta familia kwenye ndoa hakuna watoto zimekuwa ni nyingi sana lakini, sasa hivi tukisema kwamba watu wote ambao au mtumishi wa Mungu wamungu uoga na kasirikaga anafanya hivyo, watu wote ambao toka miaka hiyo mtumishi wa Mungu ameanza huduma mpaka sasa ambao walikuwa hawana watoto wamekata vizazi hakuna vimerejea, ni wengi mno, ukianza yani ni wengi kwa sababu wengi wengine, na wengine hata hawajai kuja kushuhudia mm -hmm. kwa sababu wengine amepokea mtoto kwenye TV tu yani, anafuatilia operesheni kwa familia mm. -hmm. akapokea upako ana mtoto, hata na rais hajakanyaga kwa mfano mm -hmm. kuna wengine wako Marekani huko, wengine wako Dubai, wengine hata juzi mm -hmm. juzi usiku mm -hmm. moja yupo Katar mm -hmm. yupo Katar yeye, yeah anafuatilia YouTube. Kupitia YouTube, alikuwa na uvimbe, uvimbe haupo. mm -hmm. na sasa anaenda kupokea mimba ho, bila shaka sababu alikuwa wow. Apata ujauzito uzito, lakini uvimbe umeondoka. Kupitia kwenye youtube tu anatazama youtube uvimbe umeondoka. E, sasa kuna wengine wako mbali huko wamepokea. mm -hmm. Sasa upako hauna umbali, nilikwambia tu mtazamaji na msikilizaji wakati huu Eh, ni muda mzuri kabisa wa kujiandaa kwa ajili ya operation kukomboa familia ili basi mtumishi wa Mungu anapokuwa anaachilia upako basi ukufikie huko, huko uliko mbali unakoona wewe mbali, lakini kwa Mungu ni karibu kabisa. mm. na mambo yako yatafunguka kabisa. Usijiulize tu ni kitu gani, usimpangie Mungu kwamba mimi aniponi tu kwanza kichwa, lakini ile HIV sijui kama itapona. e, na watu wengi anakuwa <laughs> la yani, anaamini Mungu anaweza kaponya mm -hmm. Hata mafua kali pone, anakuwa na mashaka. La kufahamu ni kwamba kwa Yesu yote, yote inawezekana. uh -huh. ya Mungu. No. Naomba ufanikiwe hmm, katika mambo yako yote <laughs> mapenzi yake upone lake. We, ni, ni kuamini tu na kusema kwamba eh, mimi leo nitapona, na itakuwa hivyo katika kipindi cha operation kwa familia, mtumishi wa Mungu akiachilia upako na utakwenda kupona leo. Kabisa kabisa. Tuangazia shida za WhatsApp sasa, ndekini majibu huyapati, ni vitu visivyoonekana katika macho ya watu mm -hmm, lakini vipo katika miili ya watu lakini uzuri ni kwamba mtumishi wa Mungu naye ametupa akili siku hizi. Unajua hmm. mtu akishatumia maji au mafuta ya upako, hmm. akiona kama vile anasikia vitu hali sio ya kawaida, haendi moja kwa moja chooni. Ndio mtumbia sema nime, nimechukua chombo, nimejisaidia kimetoka hiki nime. Waweza kujiuliza, sasa kwa nini asijisaidie huko akaenda kwenye, kwenye chombo ama u... Moja kwa moja. Ni kwa sababu tayari ameshajua ana shida na baada ya upako ametumia mafuta ya upako kama operation kwa sababu familia kipindi kimeisha. Yeah. Anasikia hali sio kwa ya kawaida, anaamini kabisa ni nguvu ya Mungu inafanya kazi. Ndio maana anaenda pembeni. Aone ni kitu gani? Yes, kwa sababu wengi wametoa vitu vya ajabu, watu wametoa, wengine nyoka, mtu mm -hmm, anatoa nyoka sehemu zake za siri eh, unakumbuka tajuzi hapa, ni tandu ule ni tandu. Kuna mgeni tandu. Tandu. Mgeni toa nge. Yes, nge tandu, lakini tandu yule alikuwa na ah no, alikuwa na kama, alikuwa na vitu vinakata hivi mm -hmm, alafu mwingine pia alitoa kaa sehemu zake za siri, mwanamke huyo, alafu na huyo kaa sio mmoja. Wengi. Yeah. Eh, sasa unawaza aliyemweka huyo kaa kwenye mwili wa huyo dada ni nani? Nani tandu, nani ameweka tandu ndani ya mwili wa mtu? Na kwenye mwili, eh, yes, alikuwa anakaa wapi? Kwa sababu nafahamu kwenye utumbo kuna utumbo mwembamba. Sasa na, na, na, eh, hakuna utumbo maalum kwa ajili ya, ya, ka, ya tandu utano. Au kwa ajili ya nyoka, lakini nyoka anatoka kwenye mwili wa mtu nikaweka na umetokaje? Hapo sasa. Na wili hmm. Alikuwa anaumwa miaka mingi sana, alikuwa anaumwa, hapati kwanza mtoto. Kwa hiyo katika nakwambia angaze mambo mengi yanatendeka, na ndio maana hata mwanzo tulisema kwamba wewe usijiulize ulize maswali sitafute ni nani anakuroga nani anakufanyia hivi. Maana kama mgeni sasa, nitabirie niambia <laughs> na yani sema nani ananiroga eh, eh. Na sasa kuna wasiwasi na jirani yangu, siku hizi alisalimii vizuri, unahitaji <laughs> kujua naye kuroga wewe. Unatutaka ni kufuata maelekezo ya Apostle Bondoza Mpoza anasema mwaga maji, mwaga kama kuna mshirikina anakuchezea Ataumia tu, si ndio? Halafu zamani kabla sijafahamu neema, kuna wale watu wanaweza kushangaa, mtu anakuambia tu hmm. Utaona wewe basi unachanganyikiwa, unaanza kuona kweli kabla hata hujaona hicho kilichoambiwa, kwa sababu tu unatamka utaona umeshaingia ndani. Umeshaingia ndani. <laughs> Ukiumwa kichwa tu, ah, aliniambia nitaona. Kumbe hmm. Ni wewe tu, akili yako umetengeneza hivyo. Haina haja ya wewe kutafuta nini kinatokea. Wewe cha kufanya tu wewe jianoint kila hmm. siku yes. Fuatilia uh, ibada, fuatilia mafundisho, operation kwa familia kila siku saa tatu huyu e, anasema uh, utaona wewe ataona. Hey, ataona mwenyewe yeah. Na unahitaji kumjua hey, unahitaji kumjua. Kwa sasa nataka niambie, ananifanyia hivi nani? au unamfuata, mbona wewe umeniambia nitaona? Unaanza kugombana tena mm. <laughs> sababu unaweza kumjua, na as, usifa na hamna kistoke chochote usipate suluhisho, lakini uh, upako live operation kwamba familia itafanya mambo yasiyoonekana, mm -hmm. yakaonekana. Ndio maana ya wakati wao wanatuma majeshi yasiyoonekana, kama vile wanatuma nyoka wengine, mm -hmm. Mungu naye anaathiria majeshi yasiyoonekana yes. na yanashughulikiwa si ndio? Manake mm -hmm. Tuangazie shula nyingine hapa kwenye WhatsApp kuna huyu ametuma vitu kadhaa ah, huyu ametuma konokono mm -hmm. Alafu katuma ndege konokono kono -kono, na ndege mwenyewe ah, sijajua labda tumtafute atuambie kwamba hivi vitu vimekaa vipi mm -hmm. Huyo mdudu si mdudu gani washawasha -washa, eh? Chavi -chavi. Chavi -chavi. Inaitwa nini? <laughs> mambo magumu haya, lakini hicho ni kwamba ametutumia hapa na ametuma na huyu ndege pia mm -hmm. Yeah, ni amevituma mtu mmoja sasa ndege, na, na na huyu eh, kono, kono ilikuwa vipi? Cheki ya moja kwa moja na ah, tuko live hapa, tuambie unaitwa nani kwanza na uko wapi Perpetua Elias. Perpetua Elias, uko wapi Geita. Tuambie, kutoka Geita umetuma hapa, tuambie, umetuma hapa picha nyingi, umetuma picha ya ndege, umetuma konokono tena, umetuma na huyu mdudu, si mdudu gani lakini, hebu tuanze na huyu ndege uliyemtuma. Huyu ndege ilikuwaje? Huyu ndege baada ya kumwakiwa operation komboa familia, ndio tukamwona mchana, watoto wanazunguka, wakamkuta amekufa juu ya nani, ya shimo la choo, amekauka kabisa juu baada e, uh, mna, mna, mtume, ana, e, uo, ndiyo, ya kufuatilia operation e, nikomboa familia ndiyo huwa mnafuata maelekezo ya mtume anayoelekeza huwa tunafuata, ndio mkakuta ndege amekufa ndio tukakuta ndege amekufa hapo juu ya shimo, tulikuwa tujajijengelea. Okay na, e, na na na hapa ndege anapoonekana anaonekana yuko wapi? Yuko nyumbani tu hapa, hapa juu ya, ya, ya, ya, ya shimo ni Ilin... pembe, pembeni. Okay, sawa. Okay, e. sawa. Okay, na huyu konokono ilikuwaje? Alikuwa kwenye e. uwanja kabisa nyumbani. Alikuwa anatembea sasa. Ukamwona anatembea. Wakamwona anatembea. Mlimwona anatembea baada ya kufuatilia operesheni familia ama mlifanya nini? Baada ya tulipotoka huko usiku huo huo, huo wa mwisho wa siku hiyo ya kongamano e e e, tukamwaga ma ma ma mfuta mafuta ndo tukamwona anatembea katikati ya uwanja, amebebelea hivyo hivyo e. Na, na, na na hiki ambacho amekibeba kwa juu ni kitu gani hiki? nichaicho alikuwa amekibeba tu hiyo, yani likama li, li funza si hii, likama diduasha amelibeba hivyo hivyo mgongoni sasa mlimfanyaje baada ya kumwona? Tulimwagia mafuta na maji ya upako, akawa amekufa, akawa amekufa e... na baada ya hivyo vitu vyote kuonekana, sasa ulikuwa unasumbuliwa na nini? Na nini ambacho kiko tofauti hapo kwako mama? Na yaani mimi nilikuwa mi, mi nasumbuliwa miguu ilikuwa ina, na, inakuwa na ganzi na kiuchumi pia. Miguu ilikuwa e... na, inakuwa na ganzi E, ulikuwa huwezi kufanya nini? Yaani hata yaani hata kutembea unasikia unahisi kama miba unaona kama miba inachoma miguuni mm. Eh, na ganzi sasa vidole unasikia vina ganzi okay. Um, e, na, na kiuchumi pia na maelewano okay. Katika ndoa nayo ilikuwa ni shida, lakini sasa hivi sa, ya, hizo changamoto zote zimekwisha, zote zimekwisha. E, na, sasa hivi miguu iko vizuri? Eh, sasa hivi miguu inaendelea vizuri. Inaendelea vizuri au imepona? Imepona. Okay. Sasa Mungu anakutendea e, haya, kutoka hapo Geita. Unasemaje kuhusu Mungu aliyekuponya bure kabisa? Yaani e, ninamshukuru mno, mno, na madhabahu yainuka uangazi, ninashukuru ninashukuru mno Mm. Mungu alionitendea ni, ni makuu. Amen, amen. Unawaambiaje wengine eh, ambao wanasikiliza redio na kutazama TV wakati huu uh, kuhusu yani, unaweza kuwambiaje? Nawaambia waamini Mungu anatenda. Mkono wa Mungu upo kwenye madhabahu ya inuka uangazi. Nimeona mkono wa Mungu. Mungu anaweza. Mungu akubariki sana mama kutoka hapo Geita. Amina sana. Uh, vile ambavyo mambo yanatendeka kwenye nyumba za watu. Mama alikuwa na changamoto kadha wa kadha, mm. Lakini vitu vimeonekana ndani. Unajua, operation ni kumbaa familia unapofuatilia na kufuata maelekezo mm. Kuna vitu visivyoonekana katika macho ya kawaida vinawekwa wazi. Vinaonekana kwa sababu unazokuwa na hisi katika nyumba, unaona kabisa tu, unaona wewe wewe uko salama kwa sababu paradiso ndogo, kwa sababu nyumba. Kumbe wenzako wamefanya usichokijua usichokiona eh. Mm. Vitu vinavyotokea kwa nyumba za watu wengi kufuata maelekezo ya mtume na kwa sababu mwaga maji mwaga ya mm mafuta. -hmm. Na unavyosema kwamba vitu vinawekwa wazi ya, na inaonesha jinsi gani nguvu fake mm. ina yaani kila siku fake inazidi kushindwa. Yes. Kwa sababu vile ni vitu fake wameweka pengine la pale laweka kwenye msingi au kwenye kiwanja kabla hujanunua wewe mpaka unanunua kile kiwanja, kuna mazindiko mambo wamefanya kule mm. ya miaka mingi. Lakini ukashangaa, na ndio maana watu tunaona hata mm. ardhi huwa zinatema vitu. Nakuta yeah. Mtu amejenga nyumba nzuri miaka mingi mm. lakini anashangaa. Mbona mbona inafunguka inafunguka, kitu kinatoka, labda ni pembe sijui nini kitu Tumuna kinatoka, tunapata chupa. Mtu alikuwa ame nyumba yake ni nzuri, inasakafiwa vizuri, iko vizuri, lakini baada ya upako mm -hmm, kumwaga maji anashangaa chupa inatoka, inatoka kwenye ardhi tena kwenye nyumba ambayo ina tiles mpaka unaji unajiuliza haya, <laughs> mambo inakuwa vipi mu? na mtumishi wa Mungu hajafika pale mm -hmm, ameacha upako akiwa hapa studio. Ndio hii ndio inakupa picha kwamba hata kama uko mbali kiasi gani wewe mm usiogope -hmm, fuata tu maelekezo ya mtume na amini utaona majibu. Bila shaka, upako hauna umbali na wala hauzuliwa hauzuliwi na umbali. Wewe mm, amini tu popote pale ulipo. Aa, mkono huu wa Mungu ambao wa unagusa watu wengi utakugusa na wewe kupitia mtumishi wake Boniface Bloza Mwamposa, na mambo yako yatakwenda kufunguka kabisa. Tumeona yeah, watu wanatajirika. Mm, eh, watu wanaongezeka wana, wana viwango uh, vi vya imani vipato mm, vinaongezeka. Sasa kama juzi hapa tumesikia shuhuda rambeleza mm, kuna mzee mmoja anakuambia yeye hey, hey, hey, alikuwa anasikia filimbi masikioni, miaka yote miaka 25 anasikia tu filimbi Anayepiga filimbi hamuoni. Anasema anachanganyikiwa kabisa, hawezi kufanya chochote. Ni kama yule ambaye alikuwa anasikia simu inaita. Anasikia simu inaita tumboni, ila haioni. Watu na mazingaombo. Na mtu anakwambia aje alikuwa ni mtu mbaya na uwezo wake. Amenunua magari sita. Yote anasema, zamani tulikuwa tukipaki magari, asema unapaki sehemu. Akienda kupaki tu gari pale, analisahau, na anasahau linapotea. Akipaki lingine, asema magari sita yote yamepaki sehemu. Anasahau, yamesahau. Tayari yule mtu alikuwa anamrudisha nyuma. Ndiyo. Sababu kama mtu anza kusahau, atampaki wapi gari? tayari hapo anaibiwa y yani. nawafatili tena yani, hata mtu sasa akachukua gari akatembea nalo akaendelea kutumia, tayari kuna kitu kimefanyika. Kufuatilia kufatilia, sasa unafuatilia uh, vipi kitu ushasahau, unafuatilia wapi? Tayari kuna kitu kimefanyika. Lakini wakati wetu umekwenda na operation inaanza hivi punde. Watu wakati huu wamejikusanya maeneo kadha wa kadha wakiwa nasubiri mtume aingie hapa mm. Nini ambacho unapaswa ku, ku, kujanda nacho wakati huu? Maji ya upako mafuta ya upako. Huna maji ya upako ya Rise and Shine, huna mafuta ya upako ya Rise and Shine, chukua maji yako ndani ya kupikia au ya kunywa Chukua pia mafuta yako ya maji ya kupikia, basi nyanyua juu, wakati mtumishi wa Mungu anachilia upako huko katika studio za Rise and Shine TV, hmm. Basi na wewe nyanyua juu kwa kuliko upako utakufikia na maji yako yatakuwa ya upako na mafuta yatakuwa ya upako, na fuata yale maelekezo ambayo mtumishi wa Mungu atayatoa hapa katika kipindi cha Operation Ikomboa Familia, na nikwambie ni hakika maisha yako yatafunguliwa kabisa kabisa. Muda tumekwisha hapa, lakini kaa tayari kwa ajili ya Operation Ikomboa Familia. Na mimi ni Rambegeza Balozi mwanzo ni Lightness Jerry, wakati huu tukutakie tu utazamaji mwema wa paresinikumbaa familia. Amani ya Bwana iwe pamoja na